Marekani imeamua kumfukuza barozi wa Afrika ya Kusini, na ni kutokana na sababu ambazo nitakutajia hapa. Karibu sana kwenye habari za kimataifa na hii ni Clouds Digital, jina langu naitwa Jimson Natson. Sasa balozi wa Afrika ya Kusini uh, hakaribishwi tena ndani ya nchi ya Marekani, ambapo hii ni taarifa ambayo imeibua gumzo sana uh, kwenye mitandao ya kijamii huku uh, ikiwa imeandikwa kwamba Marekani imemfukuza balozi wa Afrika Kusini mjini Washington, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema kwamba hakaribishwi tena katika nchi ya Marekani ambayo ni nchi bora. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Rubio alimshutumu balozi wa Afrika ya Kusini Bwana Ibrahim Rasol, alimtaja kama mwanasiasa mbaguzi na kuongeza hatuna cha kujadiliana naye. Hatua hiyo isiyo ya kawaida inaashiria kilichoendelea hivi punde katika kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili. BBC uh, imewasiliana na ubalozi wa Afrika ya Kusini mjini Washington DC kwa maoni yake. Na katika siku ya Ijumaa, Rubio alihusishwa na makala kutoka shirika la kuegemea mrengo wa kulia Breitbart ambalo lilinukuu baadhi ya matamshi ya hivi majuzi ya Rasool aliyotoa wakati wa mhadhara wa mtandaoni kuhusu utawala wa Donald Trump. Nitamnukuu, anachoanzisha Trump ni shambulio dhidi ya mamlaka iliyoko madarakani kwa kuendeleza ubaguzi dhidi ya mamlaka iliyo madarakani nyumbani na nje ya nchi, Rasol alisema katika hafla hiyo. Lakini akijibu, Rubio alimwita Rasol kwamba ni persona non grata, akirejelea msemo wa Kilatini wa mtu asiyekaribishwa. Ujumbe huo kutoka kwa Rubio ulitolewa alipokuwa akiondoka Kanada kutoka kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje, na uhusiano kati ya Marekani na Afrika ya Kusini umekuwa ukidorora tangu Trump alipoingia madarakani. Na unafahamu. Sasa kutokana na kujibizana huko eh, kumepelekea Marekani kumfukuza balozi wa Afrika ya Kusini mjini Washington. Mimi naitwa Jimson Natson na hii ni Clouds Digital.